ndani ndani ya Simba Day. Wiki ya Simba Day. Wiki ya ya ya Day Day, okay. Day wiki wiki, kama unavyoona tumependeza kweli kweli, tumefurahi sana kwa shughuli ambazo tumefanya siku ya leo, wiki hii nzima tumefanya shughuli mbalimbali za kijamii kama vile usafi, zahanati, lakini pia tuliweza kufanya bonanza siku, siku ya hapo jana ambayo tulicheza kati yetu sisi mashabiki wa Simba pamoja na dhidi ya mashabiki wa Yanga tukaibuka na ushindi wa goli moja bila. Hasa hiyo inadhihirisha kabisa kwamba tunakoelekea ni kuzuri sana na msimu ujao utakuwa ni mzuri sana tupo vizuri tupo vizuri tupo vizuri tupo vizuri kweli kweli. Furaha yangu kubwa inakuja kutokana na usajili ambao tumefanya mwaka huu. Kwa tuna imani hata sisi ambao tuko ndani ndani huku kati ya Msisi, uh, mkoa wa Singida, kijiji cha Msisi, tuna matumaini makubwa, ndio maana tunakuwa tuna, tuna furaha kubwa kweli jidhi ya chama yetu, ili tunajitolea, tunafanya kazi hapa na pale. Kwa hiyo tuna furaha kubwa kutokana na uhakika, tuna matumaini kwamba yajayo yanafurahisha, hasa mara baada ya kusikia kwamba ubaya ubwela, ndio maana tuna furaha sana. Kwa tunajiamini ndio maana tunafurahi kweli kweli kweli yani. Tuombe pia walioko nje ya Msisi waje waungane na sisi tuanzishe tawi letu hapa, maana kuwa mashabiki bila kuwa wanachama bado haisaidii chochote kuwa kwenye klabu yetu. Sasa ili tuweze kuwa na msaada mkubwa kwenye klabu yetu inabidi tujiunge, tuwe wanachama. Asante sana. Okay, okay. Kwa jina anaitwa Hamisi Osmani Soa, kwa jina la sasa lingine la kujipatia ni mzee wa kuning'inia. Kwa ma, kwa maana gani? Mwaka huu wataning'inia wanzetu. Mashine ambayo tumezileta hapo ni mashine kali, hatuna wasiwasi kwa kikosi cha Simba kwa mechi zao ambao ni za kirafiki ambao wanazionyesha onyesha, hatuwezi tukatetemeka. Chura hawezi kukataza mtu kuchota mazi, maji zile ni kelele zao tu. Mwaka huu za kwetu ziko chini chini, lakini ni mambo mazuri, mambo makubwa mwaka huu tutayafanya. Mashabiki wote tusife moyo kwa, kwa zile mechi ambao wamejionyesha, wa si nne si mbili moja bila sisi, hatuna wasiwasi na zile mechi zao ambao wamezionyesha, za kwetu zipo vizuri. Kwa hiyo mashabiki wote wa Simba mwaka huu wataning'inia, wataning'inia. Eh, kwa jina anaitwa Omari Ali Mahumbi ni mwanachama wa timu ya Simba, Simba Sports Club. Simba naipenda sana, sana. Na, e, natamani kama mwaka huu iwe kama miaka ya nyuma ilikuwa inafanya vizuri sana, ingawa huu msimu uliopita hatujafanikiwa sana lakini, ah kwa mwaka huu naona kama mambo yatakuwa mazuri sana. Kwa maana hiyo e, sisi sisi kama wana Simba wa kata ya Msisi hapa leo tulikuwa na sherehe ya, ya Simba Day. Sherehe imekwenda vizuri tumemaliza vizuri Namshukuru Mungu. Natamani kama na wengine ambao hawajafanya vitu kama hivi waige mfano, kwa wanasimba wana simba wa kata ya Msisi wafanye kama tulivyofanya sisi kwa kiasi kidogo, lakini ulimwengu wametambua kwamba na, na Msisi naye kuna kuna timu kuna nani, kuna kuna nani wana, wana timu ya, ya Simba, wanachama wako safi, hawana shida. Sasa hivi tuna mpango wa kupata kadi tujisajili kabisa tuonekane kimataifa na mataifa hata, hata Ulaya huko, kwa hiyo Nashukuru, mambo safi, tumemaliza vizuri, namshukuru Mungu. Jana naye tumecheza mechi ya simba na yanga tumewapiga yanga goli moja okay. Mambo safi, jana tumewafunga goli moja yanga. Sasa kama na wenyewe watatualika kesho kwenye siku ya ya mwananchi, basi inshallah, nafikiri tutawagonga tena, kwa sababu watakuwa bado wamechanganyikiwa. Sisi hata timu ya kata yetu ya, ya, ya, ya msisi iko ah, vizuri sana, haina ah, shida. Vijana walikuwa wanagonga moja moja yanga wenyewe wamekubali.